vya wananchi wa Kimara nyie aina atemiezi miwili mlikuwa mnalalamika tunataka daladala ziongezwe, oh, tunataka dal, eh, oh, mwendokasi iongezwe eh, tunataka nini huku, kunakuwa na foleni, kuna jamu, kuna nini ninini, kitu ambacho mi sijategemea kama mtaandamana, mtachoma vitu vya mwendokasi Hivi mnafikiria rais, sijui mkuu wa jeshi, makamu wa rais anasimama hapo kwenye vituo vya mwendokasi, anapanda hizo mwendokasi ne yes? Sindomea mnazitumia hizo mwendokasi kwa, kwa matumizi yenu binafsi, kwa shughuli zenu za kwenda na kurudi, kwa gwaye mmeziaridu, mhm Maandamano mimi najua mnaandamana kwa hoja, kwa vitu ambavyo si kuharibu vitu ambavyo ni vya kwenu, umetengenezewa kwa kodi yenu wenyewe, na vitu ambavyo vina hivi mnafikiria baadaye na, mtaweza. Nasema mtalalamika, oh si barabara ina foreni, si madadala kwa machache mwendokasi hamna. Nani atasikiliza? Tufanye tu, wewe ambao umechoma wewe, ndo rais au? ah, wewe ni nani? Usikie vitu hivi, ndio wananchi wanaanza kulalamika, mwendokasi imenani Imetengezwa barabara mzuri wewe. Yaani sehemu ambayo mlikuwa silikuwa usumbui ni Kimara mmechoma moto. Mnachoma vitu ambavyo vinawasaidia ni yani, ni vitu ambavyo ni vya kwa wenyewe public, ni vitu ambavyo vinawasaidia. Mnaenda kuchoma moto. Amkuona vitu vingine vya kuchoma moto? Hah? Hamjaona? Hamjaona vitu vya kuchoma moto. Wewe mnakuwa na akili. Sijui fikra yangu ni mbaya, maana mmechoma vitu vya daladala. Eh? Wananchi wa Kimara nyie ni aina hata, miezi miwili mlikuwa mnalalamika, o oh, tunataka daladala ziongezwe eh? Oh, tunataka mwendokasi iongezwe eh? Tunataka nini huku, kunakuwa na foleni, kuna jamu, kuna nini. Why ni kitu ambacho mimi sijategemea kama hii siko m mtaandamana mtachoma vituo vya mwendokasi hivi mnafikiria rais siyo mkuu wa jeshi? Makamu wa rais anasimama hapo kwenye vituo vya mwendokasi, anapanda hizo mwendokasi nesindombeza? Mnazitumia hizo mwendokasi kwa, kwa matumizi zenu binafsi kwa shughuli zenu za kwenda na kurudi, kwa gwaye mmeziaribu, hmm? Maandamano, mimi najua mnaandamana kwa hoja, kwa vitu ambavyo si kuharibu vitu ambavyo ni vya kwenu, umetengenezewa kwa kodi yenu wenyewe, na vitu ambavyo vina hivi. Mnafikiria baadaye na mtaanza nasema, mtalalamika, oh, si barabara ina foreni, si madada yako machache, mwendo kasi amna na natasikiliza. Tufanye tu, wewe ambao umechoma, wewe ndo rais au wewe ni nani? Usikie vitu hivi, ndio wananchi wanaanza kulalamika, mwendo kasi imenani.